Mimi mimi, mimi, kitu ambacho nimejifunza baada ya kutembea hizi nchi nyingi hizi. Cha kwanza mi na, na, nahisi ni, eh, nimejifunza ni ile kuwa na confidence. Maana nikijua kwamba mimi nimezaliwa kule Shinyanga, vijijini kule, na tumekuwa hata tukisema tukisoma vitabu kuhusiana na watu wa mataifa mbalimbali. Lakini nikija kujifunza binadamu wote walivyoumbwa sawa, alivyoumba katika, eh, siasa zao, wa binadamu wote ni sawa. Ile tulikuwa tunaisoma, tunaisema tu te slogan, ni kama vile kuisema tu shuleni. Lakini binadamu kweli wote ni sawa. Wewe unaweza kufanya chochote kile ambacho ukitaka ukifanya duniani hapa. Of course, kuna baadhi ya limitations ambazo zipo katika, eh, hii duniani. Mimi akwamba kwa mfano kama mimi na mabinti wawili eh, mmoja yuko Tanzania, mwingine ipo Denmark. Yeye huyo wa Denmark an, anaruhusiwa kuwa na passport mbili, si ndio? Ya Tanzania na ya Denmark. Nenda nikaamka na binti yangu leo, yeye ya akaamua kwamba bana penzi yetu eh, Japan au, au, au kwamba tuende zetu Marekani, hiyo yeye anaweza kata tiketi hapo hapo. Mimi siwezi sababu, inabidi ni visa, maswali mengi na nini, sababu tu ile kwamba passport ile gamba mimi passport yangu ya Tanzania inaonekana kidogo E, lazima tukuchukue maelezo kwanza kabla tuja kuruhusu, unaona okay. E, of course vitu kama hivi vipo, lakini mimi ninachoamini kabisa kwamba binadamu yeyote ni sawa na anaweza kufanya chochote. Mimi ni wakati nasoma China, nilikuwa darasani, tulikuwa watu wa mataifa mbalimbali na sikuona tofauti katika jinsi ya ambavyo mnachukua material. Yani, ni wewe na juhudi zako tu. Nimeenda eh, Denmark, darasani kwetu nusu ilikuwa ni, ni wa Danish afu nusu kutoka mataifa mengine yani, kama America, South America, North America, Eastern Europe, yaani mataifa yote. Nusu tulikuwa Waafrika, tulikuwa watatu, mimi na jamaa moja kutoka Somalia, mwingine kutoka Nigeria. Lakini wengine Wamarekani, wengine Brazil, Argentina, wengine Ujerumani. Kwa hiyo na darasani mle, unajua ukiwa matoka zako Shinyanga bado mshamba mshamba, nakuwa na kaifiloti fulani, lakini baadaye skana mmm, ona kama vile yani darasani kama vile naweza kuliko, unajua kwa hiyo yani kusafiri mikonifani ijue nione kwamba unaweza kufanya chochote wakati wowote, ni wewe tu kujiamini.